Askofu wa kanisa la Anglicana kaunti ya Bungoma, George Mechumo, ametoa ufafanuzi kuhusu matamshi yake yaliyotafsiriwa na baadhi ya wafuasi wa mbunge wa Kimilili, Didmas Barasa, kuwa ni ishara ya kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania kiti cha ugavana. Kama kuna mtu ambaye siwezi tusi hii Bungoma ni Didmas. Didmas yamenijenga, amenijengea ya shule amenisaidia mambo mengi sana Maneno ambayo inatembea katika mitandao ni kawaida ya watoto ambao wanaishi kwa kulipwa shilingi mia mbili, shilingi mia moja, shilingi hamsini ili kuharibia watu majina. Stop spreading malice and confusion. Bungoma is in transition and we need a peaceful transition. Let the people decide, but let them decide with respect. Mechumo ameonyesha kutoridhishwa na hatua ya wanablogu wanaodaiwa kwa upande wa Barasa kwa kupotosha ujumbe wa mahubiri yake na kueneza taarifa ambazo alitaja ni za uongo. Ametamka wazi kuwa anamuunga mkono Timothy Wanyonyi akimtaja kama kiongozi wenye maono akimtaja kama kiongozi mwenye maono ya kuleta mabadiliko katika kaunti ya Bungoma. katika maoni niliyotoa wiki mbili tatu zilizopita, mimi sikutaja mtu, nilitaja mtu mmoja, nilitaja mheshimiwa Timothy Wanyonyi, sikutaja mtu yeyote mwingine, sikutuzi mtu yeyote mwingine, lakini nimeendelea kupata vitisho vikinitishia maisha yangu. Aidha, Askofu huyu amesisitiza kuwa kila mwananchi ana haki ya kidemokrasia ya kumchagua kiongozi anayemtaka bila kushinikizwa au kupotoshwa. Kila mmoja kikatiba, hapa nchini Kenya, anaweza kutoa maoni yake, na mimi nikitoa maoni yangu isije akiwa ya ndio chanzo cha matusi, kwa sababu kikatiba nina haki ya kusema ninataka huyu na sitaki huyu na wewe pia una ile haki unaweza kutaja ni nani unayetaka the church and the state should respect each other the politicians should not just think that because they are politicians that they are above everybody church leadership is also leadership please let us sell policies agenda vision purpose let us not get personal and let us get not get physical They But also call on gubernatorial and aspirants to conduct peaceful, wagombea wote wafanye kampeni kwa amani, heshima na bila vitisho. Leadership is just about policy, and if we want the people on the ground to respect us, what we say and how we address one another is going to be very key and crucial. Mimi nilienda kufanya ibada, si kuenda kwa siasa ya mwanasiasa hata mmoja hata nilipokuwa kwa hilo boma, si kusema ya kwamba ninamuunga Ken Lusaka kama gavana wa Bungoma. Nilienda kuzungumzia jambo la kwenda mbinguni, na hiyo ibada niliitoa nikiweza kuambia watu tu, tuabudu Mungu, sio ya kwamba niweze kuidhinisha mtu fulani. Huku kampeni za kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Bungoma zikizidi kupamba moto, wagombea wanaendelea kutafuta ungwaji mkono kutoka kwa wadau mbalimbali Timothy Wanyonyi anaonekana kupata nguvu zaidi, hususan miongoni mwa viongozi wa makanisa, ikiwa ni pamoja na Askofu George Mechumo wa kanisa la Anglikana, mchungaji Lawrence Busuru wa kanisa la PCMA, pamoja na baadhi ya wabunge na wakilishi wa kaunti hiyo. Ni kiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.